Kml Sheikh maali Rais wa taasisi ya Alsafaa, mtumishi wa watu mteule wa Allah ili kuwatumikia subhanallah Sheikh Muhammad bin Dedes Allah akuhifadhi. Sheikh Mohamed Abdulrahman bin Dedes, Allah akuhifadhi. Tupo katika viunga hivi vitukufu kwa muda wa dakika chache ambapo umesimama katika gati la kubodi kuna no. nini cha kuzungumza kuhusu haji kama haji, lakini hatimaye Alsafa kama Alsafa, kwa nini Alsafa? Alhamdulillah, Alsafa tunatofautiana na Alsafa, ita, sisi Alsafa i taasisi yetu imeundwa katika misingi ya uchamungu naam no. No. na asili ya kunda Alsafaa no. mi nimeanza kuja hija tangu mwaka themanini na tano likatisa eh, yeah, kidogo nilipokaa Marekani kufanya digiri ya pili na ya tatu, alafu niliporudi, na ntaendelea mpaka sasa, ndiko nikija nikitoa misaada kadha wa kadha kuwasaidia watu. Sasa watu wandoka, naambia haya mambo hayafanyi

virushiaanapeleka na. watu kule, watu wanapata heri ambazo taasisi nyingine hawashughuliki. Alafu unajali pakisha wanakaa Madina siku nane, mashallah. Tunakaa Maka kuanzia kumi lote la lile bora. Sasa sisi hatuingii katika mambo haya, sisi ibada tunaipa mkazo sana kuliko kitu kingine chochote. Ilikuwa nisema ndoto zako kusimamia na kuratibu shughuli za haji katika mustakbali au ilikuja bahatimbaya tena kusimamia shughuli za haji? Ndiyo. au kuratibu na kuleta mahujaji ilikuwa ni sehemu ya ndoto zako kufanya hivyo wakati Ah, si kama kwa ndoto zangu. Lakini nilifanya utafiti. Nikaandika vitabu vitatu. vitatumashallah vinaitaje? vitabu Kitabu cha kwanza ni umuhimu faid na fasafa hija. hij nioi kitabu cha pili fiqh ya Mashaallah. Kitabu cha tatu utekelezaji bora wa hija hija kwanza, hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu nimechukua kila kitu kilichokuwepo kuwepo Maka na Madina, kila kimoja tukakifanya utafiti na kukieleza peke yake. Alkaaba historia yake tangu mwanzo, Alhajar Alaswad ni vipi, makamu Ibrahimu vipi, yani kila kimoja kukieleza peke yake. vitabu hivyo vinapatikana bado vipo sasa hivi, labda mwaka huu tutachapisha tena inshallah. Inshallah lazima tukipata njia tupate uwezo, tutachapisha tena ina wakati uzito wanakuja katika gharama za uchapishaji. Sheikh Muhammad bin Abdurrahman Dedes, ni umri gani unaweza kuelezea kuwa ni sahihi wa kutekeleza ibada ya haji bila ya changamoto labda za kiafya na vitu vingine? Eh, wallahi hija inatakiwa watu waje katika ujana, ndio na mtume swalla Allahu alayhi wa sallam akasema ta'ajjalu ilal Hajj, naam, na watu waharakize kuja hija wakiwa bado vijana, wana nguvu, hasa mahala mwingine mwingi In, in, inategemea mtu an, ana uwezo wa kimwili sahihi kabisa. E, na kama mazingira kwa mfano ya Mina, mtu mzima aliyokuwa hawezi kwa mfano kudhibiti haja ndogo ni, na nini nanini anapata taabu sana eh, sasa, inakuwa inabidi mtu aje bado anaweza kukafoleni haja ndogo, anaweza anaweza hivi sasa katika hali hali hizo yeah. watu wazima sana wanapata shida yeah. lakini sisemi kama watu wazima wasije hapana ndio yeah. yeah. hata wakiwa wa yeah. yeah. yeah. yeah. eh? yeah. eh, no. mtu mzima namna gani lakini bado sisi tunaona wanaletwa na vigari wanafanyishwa ibada zote ndio kwa hivyo bado mtu aje maa ni wajibu ni, ni, ni, ni fardhi kwake yeah. yeah. ni nguzo ya dini yeah. aje na, na faida atakazozipata katika hija mm. asipatikani pahali popote hija imekusanya uislamu wote mzima Mashallah. Hakuna Mashallah. na Hajawa kujua hakuna anayefahamu muislamu ya salam, Alhaji Sheikh Muhammad Abdurrahman mm. bin Dedes, tukiwa katika wakati wa mwisho wa karibu na, wa na kuondoka kwako, tuna kota ya watu elfu saba kama Tanzania na, lakini kwa masikitiko bado tupo katika idadi ya chini kabisa unadhani, tatizo ni nini? Tatizo ni ni, ilmu, ni, ilmu. Ni Nani anastahiki au nani anapaswa kutoa hii elimu? Elimu hii inatakiwa itolewe na mashekhe. Kwa bahati mbaya, mashekhe hawajibiki, kwanza hawajaifanya utafiti hija, ndio hawaifahamu vizuri hija. Hebu kwanza yaze mashekhe afanye utafiti, waielewe vizuri hija, alafu waweze kuieleza, alafu mbili izungumzwe, sio hivi tunavyofanya, watu wanakaa mpaka dakika dakika ya mwisho. Naona eh watu washakuja hija, ndio misikitini kwa sababu ya Ijumaa. zangu makosa Hija izungumzwe tangu mwanzo, kama kwa hivi sasa, kuanzia mfungo nne mfungo tano, basi hija izungumzwe. Ni kweli kila kila mwezi mwingine w ima moja sehemu ma, ya maalum kwa, kwa haji tu <coughs> <coughs> ndio tu, ili watu waweze kufahamu kufahamu, wakifahamu watahamasika sana inshallah sana sana, inshallah Alhaji Shekhe Muhammad Ibn Abdulrahman Ibn Dedes, wee binafsi umejipanga vipi katika kutoa mchango wako kama dai kama mlinganiaji kama shekhe katika kuwafikia wale ambao nadhani wanahitaji kufikiwa na taarifa za haji, hatimaye wapate kujiunga na kufanya haji? Kwa hakika tuko mbioni kukusanya uwezo. Ndiyo. Waku, wakuweza kufanya hiyo kazi. Ndio. Hii hi, hi, msimu huu uliopita tumezunguka kidogo baadhi ya mashamba, eh, michambi Paje, Jambiani. Unakusudia uwezo gani alhaji? Uwezo wa kifedha au uwezo wa kifedha? Wa kifedha. Unahitaji uwezo wa kifedha kuzunguka mikoani. Eh, Tanzania yani, yani, mimi mwenyewe kupata fedha kiasi miaka kama kumi iliyopita. Ndio. Ndiyo, nikazunguka mikoa kumi ndiyo, na mbili na alhamdulillah nipata watu wengi wa kuja Hija. Mashallah. Eh, tatizo ni kutokuelewa, Ni kutokufahamu, Ni kutokufahamu. Watu kijua, watakuja watu wengi sana, tukashangaa. yes, Waislamu wa Tanzania ni miongoni mwa watu ambao wanaishi vizuri wakiwa na uchumi wa hali ya juu. Kama walinganiaji na kama mashekhe, fursa ya uwepo wa matajiri wa Kiislamu munaitumiaje kuwafuatilia, labda kutudhamini kuweza kufanikisha e, ulinganiaji huo na hatimaye kuwafikia waumini. Kuwafikia kwanza, hao wana ni wenyewe yeah. E, matajiri wenyewe inataka yeah. E, ni kazi kuwafikia no naona kuafikia kuafikishia huu ujumbe e, hapo inataka e, taasisi zetu e, kuu za nchi, hasa ofisi ya Mufti bara na ofisi ya Mufti Zanzibar ishughulike katika jambo hili, naona e, ili kuweza kufika kukusanya uwezo. Lakini vipi hata serikali in, in, in, in, in, in, in, in, in, ina haki yake, naona ina wajibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu serikali inanufaika sana watu wengi wakija hija. Kwa hivyo ikokonamkwa hali hiyo basi yeah. ichangie serikali labda inanufaikaje? ina hapo eiwa hey, serikali inanufaika kwa sababu nchi inaingia neema, ndio yeah. nchi inaingia neema, watu wanaokuja hija wanaomba dua siku tu, wanaziombea nafsi zao, lakini wanaombea na nchi yao. Kwa hiyo nchi nayo inapata salama, kutokana na sababu mahujaji wakija huku hija wana ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akubana Mtume ahidi akaahidi kwamba mahujaji wakija wanapata nafasi kuomba wenyewe, lakini ndio ibada pekee yake ambayo unaweza kuombea na watu wengine, na Mungu akakubali. Allahu akbar umehitaji sala enewayetu lakini, kwa hija alhujaji wal'ummar wafdullahi ni wageni wa Mwenyezi Mungu. Wa kwanza, yuthihim masalu, wanapewa wanayotaka wao wenyewe, subhanallah. Hiyo muhimu sana hiyo, lakini na pili, wastajibu wastajibua, wanapata fursa ya kuwaombeana watu wengine na Mungu tayari anakubali. Allahu akbar! Naona sasa hilo hilo hapo ndo unaona nchi nchi zinoleta mahujaji wengi zinaneemeka sana, kwa sababu ya wale mahujaji wengi tunaneemeka kwa sababu ya wa wahujaji wanaokwenda kuhiji, eh, ambao pamoja na mambo mengine mm, wanaiombea nchi hata wasipoiombea wasipoiombea nchi hata nchi, wale muhajaji walikwenda. man hajja wa tamara mtume awahamanu Allah, mwenye kwenda hija au umra au umra anadhaminiwa na Mwenyezi Mungu. Yani, hija ni bima ya muislamu, muislamu bima yake ni hija. Ndio, kwa hivyo kuna bima za gari, bima za nyumba, bima za nini, lakini bima ya nafsi ya muislamu ni hija.

na ujira yeye mwenyewe akaupata upata no. na zawadi kwa wale waliowacha nyuma kwa no. Hivyo nchi inanufaika, ina ikiwa yes, haji kaiombea nchi, asipoiombea ni zawadi ya Mwenyezi Mungu inawarudia. Kwa mfano kama mimi umetoka msikiti mbisik, fulani no, no. msikiti maamuru kwa mfano no. ukirudi, unaua zawadi wale Waislamu msikiti wa maamuru, watu wananufaika zawadi hizi, necha yake anazijua Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hivyo tuna swala kubwa Aya, la uchaguzi hapo kishkutwa wa raisi Aya, makamu raisi, wa raisi wabunge na wajumbe wa baraza la mawakilishi lakini pia na madiwani, ni swala la kitaifa. Ndio je, yeah, hili labda ulitumia fursa kuliombea tukio hili lipita kwa amani? Hiyo hiyo hilo <coughs> jambo tumelifanya vizuri sana, mashaallah Tumefanya tumefanya siku maalum hasa ya kuiombea nje, Allahu akbar, maalum ya kuiombea nje. Mimi niliwahi kupita msikiti wa eh, Dodoma eh, do, ule msikiti wa Gaddafi, msikiti wa Gaddafi ndio hawa bunge bunge wa salamu, mimi gadafi msikiti na stajabu, subhanallah, kwa sababu mimi nkija hija napata fursa mia ya kujiombea nafsi yangu na kuombea watu. Mbunge anaweza kupeleta hija watu watatu mpaka watano kila mwaka sawa sawa. Ukileta watu watano, ukawaambia wakuombe dua, basi ushindwe maisha subhanallah! Hushindwe maisha, guarantee kabisa maisha, utashinda subhanallah. Hakuna atakayekuja akakushinda wewe, we adakanaleta watu watano hija kila mwaka, na wale watu wanakuombea dua. Sheikh Alhaji Mohamed Bin Abdulrahman Bin Dedes, tunamaliza kwa kuuliza swali hili. Unaondoka katika viunga hivi vitukufu mm. Unaondoka katika viunga vitukufu naam. Unakwenda Tanzania yes. Unamwacha Bwana Mtume hapa saa hii inakuathiri kiasi gani? Hii inaathiri ina, ina, ina sana, moja katika kitu ambacho kina sana kinaniuma <laughs> Ndio. Kwanza nashindwa kumzungumza Mtume saa sala, sana nikimsoma na lia kuzungumza mara nyingi nashindwa kuendelea sana. Habari za Mtume.